Leo tuko hapa kama tulivyoona katika video kwamba hospitali ya Mnazi Mmoja sasa inaenda kuwa hospitali mpya. Na hospitali hii kama alivyosema Katibu Mkuu ina historia kubwa ya, ya, ya karne sio ya miongo ya karne. Kwa hivyo nafurahi kuona kwamba tutaingia katika historia ya kwamba kulikuwa kuna mchango wetu wa kuitengeneza hospitali hii. Wakati tunaingia madarakani, niliwaambia wenzangu kwamba sekta ya afya kwangu mimi ina umuhimu mara mbili. Mara moja ni umuhimu wa watu kuwa na afya bora. Ukiwa una watu wenye afya bora ndio uchumi utapokuwa, vinginevyo huwezi kukuza uchumi na watu ambao hawana afya. Lakini kwa sababu mimi mwenyewe ni, ni, ni, ni mtaalamu wa, wa sekta ya afya, kushindwa kuimarisha huduma hii itaonekana ni feli ya kubwa. Ni afadhali nishindwe kwenye sekta nyingine, sio hii. Na nikasema ni vyema tuanze kutoka chini kwenye huduma za msingi tuziimarishe, halafu tupande juu kuimarisha huduma za wilaya, halafu tuimarisha huduma za mikoa, hatimaye huduma za hospitali za rufaa kama hii. Leo nafurahi kusema kwamba kule kwenye huduma za msingi kuna ujenzi unaendelea wa vituo vya afya vya kisasa kabisa. Hospitali za wilaya nyote mmeziona na zinatoa huduma nzuri. Sasa hivi tumejikita kwenye hospitali za mikoa, tenda zimeshaanza kutolewa. Tutakuwa tuna hospitali tano kila mkoa yenye hadhi ya mkoa. Tumeanza na mkoa Mjini Magharibi na kwa kweli tunafurahi kuona kwamba jengo zuri, vifaa vya kisasa, na huduma ni nzuri. Tutakuwa na huduma kama hizo kila mkoa, ili watu wasilazimike kutoka kwenye mikoa yao kuja kwenye mkoa mwingine.